Na tunaelezwa kuwa ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora imetangaza makatibu tawala wa wilaya nchi nzima, huku wilaya tatu zikiwa zimeachwa wazi. Wilaya tatu kati ya 137 ndizo zilizoachwa wazi bila makatibu tawala, ikiwemo wilaya ya Makete mkoa wa Njombe, Kisarawe mkoa wa Pwani, pamoja na wilaya ya Newala mkoani Mtwara. Akitaja majina ya makatibu tawala nchi nzima mbele ya waandishi habari, waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Angela Kairu. Faruki amesema uteuzi huo umefanyika ili pia kuziba nafasi zilizoachwa wazi kutokana na baadhi ya makatibu tawala wa wilaya kustaafu, kufariki na wengine kupoteza sifa za kuendelea kuwa madas. Upande wa makatibu tawala ambao walikuwa awali wataendelea, lakini kwa wale ambao ni makatibu tawala wapya ni vyema wakafika ofisi ya rais menejimenti ya utumishi wa umma hapa mkoa mkuu wakiwa na CV zao pamoja na nakala zao halisi za vyeti vyao kwa ajili ya kuendelea na taratibu zingine. Inawatakia heri na nawashukuru sana. Tanzania bara ina jumla ya mikoa 26, na, na wilaya 137. Na, na pia tunaendelea kukumbusha tu kwamba mwezi ndio hivyo umetoka, kesho ni sikukuu ya Eid al-Fitri kwa wale ambao mlikuwa mjapata taarifa, basi mweze kufahamu hiyo hivyo, hivyo. Uongozi mzima wa Africa Media Group unaomiliki kituo cha Channel 10 pamoja na Radio Magic FM unakutakia sikukuu njema, Eid Mubarak. Mwisho wa habari za kitaifa.